Yes mambo vipi? Wewe kuna video clip pia ambayo imekwisha kusambaa ikimuonyesha mshikaji ambaye alikuwa airport then akawa anapasua ana, ana, ana zile TV ambazo huwa zinakuwa airport pembeni pale. Unajua katika zile sehemu ambazo abiria wanakuwa wanakaa wakisubiri e, ndege e, kuondoka huwa kunakuwa kuna TV pale ambazo e, watu wengi wanakuwa wamekaa pale kuweza kuangalia. Lakini pia kunakuwa kuna meza tofauti tofauti pale, then kuna sehemu zingine pia za kuscan then e, watu wanakuwa wamepumzika pale kuweza kusubiria ndege. Sasa video ambayo imeweza ku kutapakaa kwenye mitandao ya kijamii inamuonyesha mshikaji ambaye pia alianza kupasua zile TV. Eh, kila mmoja akawa anajiuliza ni kwa sababu gani huyo mshikaji anakuwa eh, anafanya hivyo. Sasa video hiyo pia imeweza kushtua watu wengi, lakini pekee hizo kumuonyesha ni mmoja kati ya abiria ambao walikuwepo pale akiwa maeneo moja eh, kati ya airport ambazo pia alikuwa akisafiri kwenda kumwangalia mama yake mzazi akiwa mgonjwa. Hivyo a, a, a, aliwahi sana ilibidi akate tiketi ya ndege, lakini siku siku ya safari iliyopangwa haikufanikiwa na hii ni mara baada ya kuweza kubadilishiwa tarehe ya kwenda huko kwenye eh, kwenye tukio ambalo alikuwa anaenda kumwangalia mama yake. Unajua kabisa hizi katika eh, katika hizi ndege unaweza kukata tiketi labda kuondoka siku fulani. Then mambo yakaweza kubadilika hapa katikati ukabadilishiwa tarehe ya kuweza kusafiri na ndicho ambacho kilikuwa eh, kimemtokea. Na mshikaji mara baada ya kuweza ku, eh, kukata ile tiketi alikuwa anajua kwamba anaweza kwenda kumsaidia mama yake katika matibabu ambayo pia yalikuwa yanafanyika. Sasa habari pia zinaendelea kwa kusema kwamba lakini pia na siku alipokuwa ya poti akipokea taarifa ya msiba mama yake, hivyo akatahamaki na kuanza kuvunja eh, vitu vingi ambavyo vikiwemo TV eh, na vitu vingine, lakini pia milango ya airport pale akaamua kupasua pasua, kwa sababu yeye alijua kwamba ile siku siku, akata mekata tiketi siku, kwa, siku ya kwanza alijua kabisa kwamba atawahi, then masuala mazima ya matibabu ya nini atayashughulikia yeye kama mtoto. Lakini pia mara baada ya kuweza kubadilishiwa tiketi au kuweza kubadilishiwa tarehe ya kuweza kusafiri, manake ni siku kadhaa tena zinaweza zikapita, na hizo siku ambazo pia alikuwa hajafika kuweza kumsaidia mama akaweza kukata kata roho lakini pia kuweza kupoteza maisha. Sasa muda wakati amekaa pale, tarehe husika imefika, hiyo siku anaanza kusafiri, amekaa pale airport, anasubiria ndege, ndipo ambapo akapewa taarifa kwamba mama yake amekwisha kufariki. Mara baada ya kuweza kutahamaki hivyo vitu, ndio akaamua kufanya tukio hilo katika airport hiyo. Akaweza kupasua pasua kila kitu ambacho kiko maeneo yale na maoni yako kuhusiana na masuala mazima ya kubadilishana tarehe katika hizi airports zetu, kwa sababu mshikaji yeye anachokiamini kutokea hapa